Na mimi nimesema dawa ya moto ni moto, nimekuja kushika huu kijana mkono na kumwambia tusonge mbele, tupige na tusiogope, si namna hiyo? Na mimi nimekaa kule, Mheshimiwa Kalonzo Musyoka anajua mguu yangu imenisumbua sana, lakini nikaangalia, nikapima hali ya hewa, nikasema, waziri anakuja hapa, gavana wa Mombasa anakuja hapa speaker wa seneti anakuja hapa, gavana wa hapa anakuja, viongozi wa ODM, wabunge, women rep, maseneta wanakuja hapa, wanawinda mtu mmoja, wanawinda huyu kijana wa maskini, si ndio dhambi? Yeah, ya huyu kijana ni moja tu, yeye ni mtoto wa masikini, hiyo ndio dhambi yake. Wale matajiri wanakuja kushika tajiri mkono lakini wanawacha huyu, na nimewasikiza vile wamesema na kumzungumza.